Viongozi wengi kutoka eneo la magharibi wametofautiana vikali kuhusu pendekezo la serikali ya kitaifa kukikodi kiwanda cha kusaga sukari cha Nzoia. Haya yalijiri wakati wa ibada ya mazishi ya Mama Rosa Makhandia, mamake jaji wa mahakama ya rufaa Asike Makhandia kule Mungore, wadi ya Hasoko. Gavana wa kaunti ya Bungoma Ken Lusaka pamoja na seneta wa kaunti hii Wafula Wakoli wameitetea hatua ya serikali ya kutangaza kukodi kiwanda cha Nzoia, hatua hii ikidaiwa kuwa afueni kwa wakulima na wafanyikazi wa kiwanda hicho, hali ya kiwanda cha Nzoia kikitajwa kuwa katika hali mbaya wakati huu for 22 months without payment as we speak now Nzoia uses 9000 to produce sukari ya kilo 50 kg and they sell it at 5000 is that business or what is it it can't be business so what we are saying why is Naitiri Sugar performing better than us than Nzoia Naitiri Sugar ukienda unalipwa after 7 days Nzoia ukipeleka sukari you pray to God when you will be paid kule Nyanza kuna viwanda vinne ambavyo tayari mchakato unaendelea. Mimi ni kuomba viongozi wa Bungoma, tusifanye usagaji wa miwa na sukari kama siasa ya kugandamiza watu wa Bungoma. Mbunge wa Bumula Jack Wamboka na kinara wa DAP Kenya Eugene Wamalwa walikashifu serikali kwa kutaka kukodi kiwanda hiki bila kuhusisha maoni ya wakazi, wakisisitiza watazidi kuelekea mahakamani kupinga shinikizo la kutaka kukodi kiwanda cha Nzoia. ya viwanda zetu hii Nzoya ya rais akikambena alituagiza vitu vitatu: mashini mpya, kulipa wakulima, alafu kulipa wale wanafanya kazi hapo. Tufanyie hiyo, hata kama sisi ni wajinga aje? Nzoya eka moja ina cost elfu hamsini, na tulisema haiwezekani. Ng'ombe yenu ya nzoya iuzwe bila ninyi watu wa Bungoma kuhusishwa. There cannot be sale of public public property without public participation. Wao sasa wana proceed under PPP wanataka kufanya leasing ya miaka 30, tu ng'ombe yenu iko inauzwa. Sisi tumesema tunarudi kotini tena, kuweka roadblock mbele kwa hii gari ya PPP. hata hivyo Wakati wa mvutano huu wa maneno, gavana wa kaunti ya Busia Paul Nyongesa Otuoma, amewakosoa viongozi wa kisiasa kwa kutotoa suluhu kwa changamoto zinazowakumba wakazi wakiendelea tu kulumbana kila wakati. What we need is solutions. Sio kuzungumuza tu juu ya shida. Because tayari Mwenyezi Mungu ametupatia majukumu kupitia kwa hii wananchi. Mambo ya Nzoia hii nimesikia watu wakiongea sana, mimi nilikuwa mwenyekiti wa privatization commission. Na ile watu wao wanasema sio ukweli wa because we were not selling. We were looking at how to turn the company around. Eric Lumbasi, West TV Mungore, eneo bunge la Bumula, county ya Bungoma.